Kwenye yale kwenye yale maombi ya uchaguzi, ila ile nyingine ya simba hata, mtu, hata mtusifie hatuchezi <laughs> <laughs> <laughs> eh? Mambo yetu yasikilizwe <laughs> maana hao jamaa wanaturudishia ule utaratibu wa, wa... wa... wa kucheza kwenye palio ule yule aliyekuja na mpira eti amruhusiwi kumkaba, mkimkaba anaondoka na mpira wake. <laughs> na mpira uishi mpaka yule aliyekuja na mpira timu yake ishinde. <laughs> Mpira wa kushona ule na ukumbuka sana.